Kesi iliyokuwa inamkabili msanii maarufu wa nchini Marekani Sean Diddy Combs maarufu kama Pididi imemalizika hiyo jana na hukumu hatimaye kusomwa. Mahakama ya Wilaya ya Marekani imemhukumu msanii mashuhuri wa muziki wa hip hop Sean Diddy Combs maarufu kama Pididi kifungo cha miezi hamsini jela sawa na miaka minne na miezi miwili kufuatia kutiwa hatiani kwa makosa ya ukatili wa kingono katika kesi ya shirikisho iliyomkabili msanii huyo. Hukumu hiyo imesomwa na jaji Arun Subramanian mnamo Oktoba 3 mwaka huu 2025 katika mahakama ya Manhattan, ambapo Combs alionekana mtulivu alipokuwa akisomewa adhabu hiyo. Combs anaweza kuachiliwa huru ndani ya kipindi cha chini ya miaka mitatu kutokana na muda ambao tayari ameshakaa kizuizini katika kituo cha Metropolitan jijini Brooklyn tangu alipokamatwa mnamo Septemba 16 mwaka jana 2024. Kesi hiyo iliyodumu kwa zaidi ya miezi miwili imeamuliwa na majaji ambao walijadili kwa takribani siku tatu kabla ya kutoa uamuzi ambapo awali mnamo Julai mbili mwaka huu 2025, mahakama ilimtia hatiani P Didy katika mashtaka mawili kati ya manne yaliyowasilishwa yakiwa ni ya usafirishaji wa watu kwa ajili ya ukahaba, yani transportation for prostitution. Hata hivyo, aliondolewa mashtaka ya jinai ya kikundi cha uhalifu racketeering na ya usafirishaji wa ngono kwa kiwango kikubwa, yani sex trafficking conspiracy. Hata hivyo, kabla ya hukumu, kuna taarifa kuwa Didy alimwandikia barua jaji, ambapo sehemu ya ujumbe wa barua hiyo ni pamoja na natumai barua hii itakufikia ukiwa na afya njema na hali ya utulivu. Asante kwa kunipa nafasi ya kueleza hisia na mawazo yangu mbele yako. Kwanza kabisa, ninapenda kuomba msamaha na kusema kwa dhati kabisa jinsi ninavyojutia maumivu na mateso niliyowasababishia wengine kupitia matendo yangu. Nachukua jukumu kamili la kuwajibika kikamilifu kwa makosa niliyofanya huko nyuma. Barua hiyo iliendelea kusema, huu umekuwa wa mwaka mgumu zaidi kwangu na katika maisha yangu, na sina wa kumlaumu kwa hali niliyopo sasa isipokuwa mimi mwenyewe. Katika maisha yangu nimefanya makosa mengi, lakini sasa siko tena katika hali ya kuyakimbia. Ninasikitika sana kwa maumivu niliyosababisha, lakini ninaelewa kuwa kusema tu samahani haikutosha wala haitoshi. Maneno hayo hayawezi kufuta uchungu na madhara yaliyopita, aliandika P Didy katika ujumbe wa barua hiyo. Sasa siku ya hukumu yenyewe ilikuwa ni yenye hisia kali kwa Pididi aliyefika mahakamani akiwa amevaa sweta na akiwa na ndevu zilizoashiria kuwa umri umeenda na ni mchovu. Bila shaka, mpaka hivi sasa ana umri wa miaka hamsini na mitano lakini hata hivyo, baada ya hukumu walipewa dakika kumi kuzungumza mbele ya mahakama ambapo walitoa na kuomba radhi kwa maumivu aliyowasababishia wengine kupitia matendo yake wakati wakuomba msamahu uazi wa kuomba msamaha huo aliwataja wazi waliokuwa wake zake wa zamani, kesi ventura mwanamuziki wa zamani wa R&B na mwanamke mmoja aliyejulikana kwa jina la Jane. Akiomba radhi kwao wote wawili, alisema ninaomba msamaha tena kwa Cassie Ventura kwa madhara yoyote ya kihisia au kimwili niliyomsababishia. Vitendo vyangu vilikuwa vya aibu, vya kuchukiza na vya kusikitisha, alisema Combs. Pia hata kwa Jane pia alisema sikukusudia kumuumiza. Hata hivyo makosa aliyomkabili Sean Diddy Combs yalihusishwa na kusafirisha, yani kuwasafirisha Ventura na Jane pamoja na makahaba kwa njia ya ukahaba. Mahakamani walieleza namna walivyodhulumiwa kingono wawili hao, sambamba na kuumizwa kimwili, kihisia na kushinikizwa kushiriki ngono za muda mrefu zenye matumizi ya dawa za kulevya na wanaume waliowapenda. Hata hivyo, wanaume wenyewe walilipwa baada ya kufanya matendo hayo. Vipindi hivyo vya mateso vilifahamika kama freak offs, na mara nyingi vilihusisha safari za kuvuka mipaka ya majimbo nchini Marekani na hata kutoka nje ya Marekani. Upande wa utetezi wa PDD uliowakilishwa na timu ya mawakili saba wakiongozwa na wakili maarufu zaidi Mark Agnifilo, ambao walijaribu kupinga ushahidi uliowasilishwa wakidai kuwa ni wa kupikwa, yaani wa kutengenezwa, unaotegemea chuki binafsi na haufikii viwango vya kisheria vya kumtia hatiani mteja wao PDD. Hata hivyo, upande wa mashtaka chini ya uongozi wa mawakili wa serikali kutoka kwenye ofisi ya mawakili nchini Marekani uliwasilisha mashahidi thelathini na wanne wakiwemo waliodai waathirika wa moja kwa moja wa vitendo hivyo akiwemo mpenzi wake wa zamani Casey Ventura. Ingawa PDD alionyesha majuto mahakamani, jaji Subramanian alisema hakuwahi kuomba msamaha kwa makosa ya msingi yaliyomsababishia kutiwa hatiani ambayo ni ukahaba. Watoto wake saba walizungumza kwa huzuni wakimuunga mkono baba yao, huku mmoja wa mawakili wake akilia mahakamani, akieleza jinsi ambavyo PDD ama Combs alivyokuwa ni mtu wa kuigwa kabla ya hukumu hiyo mawakili wa pididi walipendekeza apewe kifungo cha miezi kumi na nne yaani mwaka mmoja na miezi miwili pekee lakini upande wa mashtaka uliomba pididi apewe takribani miaka kumi na moja ambayo ni sawa na miezi mia thelathini na mitano hata hivyo jaji alitaja ushahidi dhidi ya Combs kuwa ni mzito sana ambao sehemu ya ushahidi ulihusisha video za CCTV iliyomwonyesha akimpiga Ventura kwa ukatili katika hoteli pamoja na picha za majeraha, michubuko na milango iliyovunjwa katika hoteli hiyo. Jaji Subabaniani alikataa hoja ya mawakili wa Komsi waliodai kuwa yote yaliyofanyika ni ngono iliyokuwa ni ya ridhaa, akisema dhana hiyo haiendani kabisa na ukweli wala uwajibikaji wa ukweli. Ingawa P Diddy hataweza kupata msamaha wa kifungo kwa mujibu wa sheria za shirikisho, kuna uwezekano kuwa atafaidika na mipango mingine ya kupunguzwa kwa kifungo. Timu wa ya mawakili wake imeshaeleza nia ya kukata rufaa dhidi ya hukumu hiyo, ambapo inaarifiwa kuwa wana takribani siku kumi na nne pekee za kukata rufaa hiyo. Baada ya hukumu, mama yake Combs ambaye anajulikana kwa jina la Janice na watoto wake ambao ni Queens Brown, Justin, Christian, Chance, Jazzy na Delila waliondoka mahakamani wakiwa wamesononeka baada ya hukumu iliyompata mpendwa wao. Mawakili wanaomwakilisha kesi Ventura ambaye ni mshtaki, walitoa taarifa wakisema ingawa hakuna kitakachoweza kufuta madhila aliyoyapata Kesii. Hukumu hii inatambua uzito wa uhalifu uliofanyika. Tunaamini kwa msaada wa familia na marafiki, Kesi ataendelea kupona akijua ujasiri wake umeleta matumaini kwa watu wengi ambao wamekutwa na madhila aliyosababishwa na Sindidi Coms. Hata hivyo, jaji Subramanian alisema licha ya mchango wa Coms, yani Pididi, katika jamii ya watu weusi na mafanikio yake kama mjasiriamali ya mali aliyeijenga kutoka kuanzia sifuri alipofikia hayo pia hayawezi kufuta madhara aliyowasababishia watu wengine akiwemo Ventura na Jane aliweka wazi kuwa matendo ya ukatili wa kimwili kihisia na kisaikolojia yaliyofanywa na Combs ni ya kweli na ni makubwa zaidi hivyo mahakama iliona ni muhimu kutoa adhabu kali ili kutoa ujumbe wa wazi kwa watesaji na waathiriwa wa ukatili wa kingono hata hivyo baada ya hukumu hiyo pididi alionekana kulia mahakamani akiwatazama watoto wake na kusema samani sana mlista ili kuwa na baba bora, lakini nimeharibu kila kitu, nimevuliwa kila hadhi na ninajichukia mimi binafsi. Mbali na watoto wake, pia akiwa anaendelea kulia mahakamani, alimwambia mama yake kuwa, mama, nimekuangusha ulinyumba, yaani ulinizaa kuwa bora, lakini ninaumia kukuona unaumizwa zaidi na kuniona nikiwa katika hali hii. Aliahidi kuwa akipewa nafasi atasaidia wafungwa wengine kubadili maisha yao, sambamba na tabia zao. Amesema, najua siwezi kubadili aliyopita, lakini pia ninaweza kubadili yajayo. Alisema, ninaomba rehema, ninaomba msamaha na ninaomba nafasi nyingine, na hata wanaonichukia ninawaomba msamaha. Lakini kwa upande wa mashtaka wakiongozwa na Kristi Slavin alihoji uhalisia wa majuto ya Combs akisema, maneno yake hayaaminiki na alionekana kama mtu anajitetea tu pasipo kutoka moyoni. Wakili wa P Diddy Brian Steel alimtetea kwa kueleza kuwa alipitia masahibu mengi katika maisha, ikiwa ni pamoja na kuuawa kwa baba yake alipokuwa na umri wa miaka mitatu pekee sambamba na kufiwa na marafiki na kuanza madawa ya kulevya na kutumia madawa mengine ya maumivu ambapo alianza tangu mwanzoni mwa miaka ya elfu mbili. Kesi hii imezua mjadala mpana kuhusu matumizi mabaya madaraka na ushawishi katika sekta ya burudani. Pia imeweka historia kama moja ya kesi kubwa zaidi kwa kumkumba msanii wa kiwango cha kimataifa katika muongo huu huku ikizua maswali mapya kuhusu ulinzi wa waathirika wa unyanyasaji wa kijinsia katika mazingira ya wazi na mazingira ya kazi na burudani komsi. Mshindi wa tuzo ya Grammy sasa anakabiliwa na kifungo cha zaidi ya miaka minne jela, huku jamii ikiendelea kumtazama kwa jicho la hukumu na baadhi kwa matumaini ya mabadiliko. Moja kati ya kesi zilizozua mjadala mkubwa zaidi tangu kukamatwa kwake kwa mara ya kwanza mwaka 2024 mnamo Septemba 16 mpaka imekuja kukamilika Oktoba 3 ya mwaka huo 2025, basi ni ya P Diddy ambayo ilikuwa inatazamwa na Tofa, tofauti sambamba na kuwa na maneno mengi kuanzia mitandaoni, lakini hata ndani ya Marekani penyewe, ambapo watu wengi walihusishwa na vitendo vya P Didy ambavyo vilikuwa vinaonekana ni sehemu ya unyanyasaji ikiwahusisha wanamuziki na mastaa wengi kutoka Marekani na nje ya Marekani, ikiwemo pia barani Afrika, huku baadhi ya wasanii wakihusishwa kuwa wamekumbwa na kadhia ama unyanyasaji kutoka kwa P Didy. Lakini pia na wewe unaweza kutuandikia katika ujumbe hapo kwamba hii hukumu unaipokeaje ama imekufurahisha ama imekuchukiza kwa kiwango gani, ikiwa unampenda mpenda Pidi. Hii ni Msasa Media, tufuatilie katika mitandao yetu ya kijamii tukijulikana kama Msasa Online. Msasa, kisasa zaidi.